Jamani ndugu waandishi habari, habari za wakati huu, eh. Awali ya yote, tuanze kwa kuwaomba radhi ku, kwa, kwa kuchelewa jambo letu hii ya leo eh, tulikuwa tuanze saa nne asubuhi, kwa maana saa nne kamili, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tumechelewa kwa dakika kadhaa, lakini sasa tuko tayari kuianza safari yetu ya kuwapa taarifa muhimu kuelekea mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika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 Mwamuzi ambao watachezesha mchezo huo eh, ni Muhammad Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Nijar. Lakini vile vile eh, mwamuzi msaidizi namba moja ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Nijar. Mwamuzi msaidizi namba mbili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 Eh, wachezaji wetu wote ambao wamecheza mchezo wa jana wa Ligi Kuu ya NBC wote wako timamu.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 lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards, tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu anashuka anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. Juzi mechi ya Ngao yani amekuja tu kuonekana shabiki ameshafika uwanjani, kamfata Kibu kamkumbatia, kaenda kwa Rushaini kamkumbatia, alafu baadaye ndiyo stewards wanaingia na kuanza na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu, kuonekana mpaka anafika anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba